sisi kama viongozi wa ALAT na viongozi wa serikali tunaomsaidia mama Samia kufanya kazi leo tumesafiri kwenda Dar es Salaam na treni ya mwendokasi kwa kweli ni maajabu vitu hivi tulikuwa tunaviona Ulaya kwenye TV safari hii tunaviona wenyewe live tunaondoka Dar es Salaam saa kumi na mbili tumefika Dar es Salaam saa nne tumekaa kule mpaka saa Saas, na tumerudi Dodoma. Ni vitu ambavyo yani huwezi kuvitegemea. Kama tumepanda mabasi tumechukua siku nzima, lakini umeenda Dar es Salaam na kurudi Dodoma four hours lakini tumekuja kutembelea miradi ya barabara. Tumeenda kuangalia mradi wa serikali, kwa maana jia Magufuli. Miradi inaendelea vizuri na kwa kweli, Samia, kwa kweli Mama Samia ametuonyesha kwamba ana uwezo wa hali ya juu sana. Lakini mwisho tumekuja kuangalia mradi wetu wa uwanja wa ndege ambao ni uwanja wa kimataifa. Nataka niseme nimeshasema awali vitu hivi na miradi hii tulikuwa tumeiona Ulaya, leo tumeiona hapa chini ya uongozi wa mama yetu, dada yetu Samia Suluhu Hassan. Kazi yetu tuliokuwa nayo sisi ni kumwombea Mwenyezi Mungu ampe nguvu, ampe uwezo, ampe fikra, ampe maarifa, lakini sisi kwa ujumla, sisi kama viongozi na wananchi, sisi hatuna deni naye, isipokuwa sio wananchi anatudai na tutamnipa sisi deni letu mwezi wa kumi Tutapiga kura za kishindo kumrudisha Mama Samia kuendelea kuwa rais wetu, aendelee kuwatumikia Watanzania, na sisi wote tuungane katika jambo hilo, ili tuweze kumpa kura za kutosha, tumpe nguvu ya kuongoza taifa letu.